Hmm. Weekendi nilienda nikakiamba yule yule demu, unauliza? Ah, tukaenda tukapiga zetu sherehe bana, anakwambia maana hiyo kitu ni maalisafi. Kama unaniskanga nitakwambia, mi siwezi kisai. Unaniaminianga, nakutambua hiyo <laughs> lakini sawa pia nitakuonesha usijali aapia <laughs> tu usijali soon tu. Anyway, si si nimekuona ukiwa na do hapo

Sasa, Akami, ni, ni, si sana lakini saa si ni, ndio? Ni mm -hmm. Sasa tunatoss sa, sa, sa, sa, sa, sa, mm hivi coin -hmm. Header ama ama huku kwa nini kwa namba so ikianguka na tail ni nani amekula? Utachukua header ama tail, si ndio? Twende kazi. Aya, umekula. Sawa, tuendelee. Sasa sasa sasa sasa tuweke hapa hapa, hapa hapa hapa. Hapa? Hivi. Na weka weka zako, zako. Hii. Hey hey hey hey hey hey. Hey. Yani, watafuta class kumbe mko hapa? Hii sasa ni saa ngapi? Eh? Sasa ni kumbe Si unajua mwalimu wetu wa biology yuko yuko sasa. Sasa si sasa sasa jua mnakuja hapa hapa nje? Sisi sisi sisi tumeamua acha tubahatisha. Tu unajua tu tunapunga upepo kwa kwa kwa class na na na asionaona madoto. Tunaona. Naweza. Uko. Uko sawa, kusema kwa friend

A sasa, niko nasema hii vitu inafaa tukate tupeleke ng'ombe za shule sawa? Inafaa tupeleke ng'ombe za shule zikule, sawa?